Kuna mwanamke mmoja alikuwa anaitwa Hepi. Hepi alikuwa ni tajiri sana, utajiri wake alikuwa anaupata kwa njia ya wizi. Unajua alikuwa anaibaje? <taposim> nina imani hata wewe takufurahisha sana, na utaamini kwamba katika hii dunia sio kila mtu unatakiwa umwamini. Hepi, maisha yake alikuwa ni maisha ya kifahari sana, lakini pesa ambavyo alikuwa anaipata ilikuwa ni katika njia ya kustajabisha sana. Hepi alikuwa anamiliki gari la kifahari sana, gari kubwa na zuri na nyumba nzuri. Maisha yake yalikuwa ni mazuri sana. Sasa Hepi alichokuwa nakifanya, alinunua pete nyingi sana. Pete hizi zilikuwa ni pete kama pete za dhahabu, pete zenye kung'ara, pete zenye kuvutia sana. Alichokuwa nakifanya, alikuwa anatafuta sehemu ambazo kuna watu ambao ni matajiri ama watu wenye kujiweza. Alikuwa anaenda, anaweza akaenda kula chakula, lakini baadaye anatoka nje anajifanya anatafuta pete, kuna pete yake ya ndoa ya thamani sana imeanguka. Sasa akiwa anaendelea kuangaika angaika, angaika, ameinama chini anatafuta pete yake. Sasa anakuwa yupo jirani na mtu aliyemtarget. Yule mtu atakapomwona mwanamke mzuri tena mrembo, anaangaika chini, amepiga magoti, anatafuta kama kitu kidogo hivi, sasa kwa sababu tunapenda ugentleman, huyu mwanaume anamfuata Hepi, anamuuliza shida nini, unatafuta nini? Hepi anamwambia, nimeangusha pete yangu ya thamani sana, pete yangu ya harusi. Tafadhali, kama wewe ni mwenyeji hapa, naomba unisaidie kutafuta. Kama utabahatika kuipata hiyo pete, nitakupa pesa nyingi sana, nitakupa sio chini ya milioni kumi. Kwa hiyo kitu ambacho kinatokea ni kwamba wanabadilishana namba za simu, na Hepi huyo anaondoka zake akiwa ni mnyonge na sura yake imekosa nuru, akiwa anawaza huku na kule, hii pete naipata vipi? Ndani ya kama dakika arobaini zinapita, kuna mwanamke mwingine mzuri anaiokota pete. Wakati huu ameiokota pete anakuwa anaichunguza kama anaikagua hivi, muda ambao anaikagua anakuwa anamwonyesha yule mtu ambaye amewasiliana na Happy na no amekubaliana kwamba akiipata pete yake atampa kama milioni kumi hivi. Sasa jamaa, baada ya kumwona yule mwanamke anaikagua pete, anamfuata kwamba this is my ring. oh, hii ni pete yangu niliiangusha, kwa hiyo nashukuru sana yule binti anakataa, anasema hapana, siwezi nikakupa hivi hivi, hii pete inaonekana ni pete ya thamani, naenda kuiuza. Jamaa anasema usijali, twende nikakupa pesa, hii pete mimi ni ya kwangu, naihitaji. Jamaa anaenda kutoa kama laki sita hivi anampa binti kwamba chukua hii pesa, hii pete naihitaji, na nashukuru sana kwa kuniokotea pete. Kwa hiyo binti anakuwa amefanya biashara na yule jamaa bila jamaa kujua. Jamaa anatoa laki sita yake anampa huyu binti kwa ajili ya kuinunua ile pete na kumshukuru wa kuiokota ile pete. Lakini yeye tageti yake ni kwamba ataenda kwa yule binti wa kwanza ambaye ni hepi, atalipwa milioni kumi. Imagine! Kwa hiyo kumbe hepi huu ndo unakuwa mchezo wake, anafanya maisha haya kila siku, na mwisho wa siku anajikuta kuwa ni bilionea mkubwa sana. Anazunguka sehemu mbalimbali kwa kutumia triki kama hii, na anajikuta anatengeneza pesa kiurahisi sana tena sana. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba yule binti baada ya kupewa hiyo laki sita anaenda kwa happy, kwamba deal done, tumepata laki sita kwa yule bwege, twende sehemu nyingine. Kwa hiyo hii ndio inakuwa biashara yao, wanazunguka sehemu mbalimbali ulimwenguni, wanatumia mbinu kama hii hii na kutengeneza pesa nyingi sana. Anyway, wewe nadhani ni shabiki wa Bongo Star Media na umekuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo tulivyoanza hadi leo hii. Niambie, je, hepi ni genius ama hepi alikuwa na wakamata wajinga? Je, ungekuwa ni wewe, asinge kukamata bana? We hepi ni genius. Sikufundishi hii kama ni njia ya kutafuta pesa, ila hepi yeye aliifanya kuwa ni njia ambayo itamwingizia mamilioni ya pesa, atanunua magari, atanunua nyumba za kifahari na ataendesha maisha yake. Mimi naitwa Jimmy Godfrey, hii inaitwa Bongo Star Media na kupenda sana niseme tu kwa leo, tuishie hapa. Siku njema iwe nawe. Bye bye.